Maana nilikuwa nauliza sasa, hii afya ya akili sasa, sisi ndio wenyeji wa afya ya akili? Ni kwamba sasa sisi tumebobea kwenye shida ya afya ya akili au mimi ndio mwenye changamoto? <laughs> Sasa bahati mbaya sana ambavyo sina bahati, katibu tawala kaniambia, eti nikifika hapa leo na mimi nifanye vipimo kweli ni mimi nikapimwa. <laughs> Sipimi, sitaki kuwapa watu lawama. Mimi sipimi, siendi kupima kwa sababu shida iliyoko pale ni kubwa. Unless nipate mtu anayejitolea kwa kunisindikiza, tukapime wote. Nani anajitolea kunisindikiza nikimeza utuba tukapime pamoja mi naye? Uh, we Salome, tulia Salome, utaita shida. Nani ananisindikiza tukapime pamoja pale tukitoka hapa. Aa, tukitoka hapa mimi na mama yangu yule pale tutaenda kupima pale, walau nitakuwa na mwenzangu, wasiwasi nilionao unaweza ukapungua. Tumeambiwa wasiwasi ni dalili moja wapo. Ndugu zangu, tukio hili kwa mara ya kwanza linaadhimishwa katika mkoa wetu, ni tukio muhimu na kubwa sana duniani, tusilichukulia poa. Tunazungumza tunacheka kwa sababu ni muhimu kucheka pia na kufurahi lakini nipongeze ni kwa dhati kabisa kabisa hospitali ya taifa ya afya ya akili Mirembe wao pamoja na wizara ya afya, walipoketi na kuchakata kwa pamoja wakaona kwamba tupeleke jambo hili mkoa wa Manyara. Sisi kama mkoa tumelipokea kwa mikono mii, na tunawashukuru sana. Karibuni sana katika mkoa wetu, lakini naomba nikuambie kwamba heshima hii kubwa mliyotupatia ya fursa hii ya kuweza kuhosti jambo hili kubwa katika mkoa wetu imekuja wakati mwafaka. Mkoa wetu wa Manyara yawezekana ikawa pia ni sehemu mojawapo ambayo inakabiliwa kwa ukubwa sana na changamoto ya afya ya akili, na hii inatokana na matukio ambayo si ya kawaida yanayotokea katika mkoa huu, inatokana vitendo ambavye, na vitendo ambavyo inawezekana maeneo mengine utapata kuviona, lakini kwenye mkoa huu unaviona sasa wale wanaotenda vitendo hivyo yawezekana ikawa wanapitia misongo mikubwa ya mawazo inayopelekea changamoto ya afya ya akili na hata ugonjwa wenyewe wa afya ya akili. Lakini sisi tunaoona na kushuhudia matukio yale kila wakati, pia inawezekana tukajikuta tunapata msongo na mawazo mengi ambayo yanakosa majibu yatakayopelekea ya na sisi pia kuweza kuathirika. Kwa hiyo ujio wa siku hii muhimu katika mkoa wetu sisi imekuwa ni neema na baraka, na ninaomba nikuhakikishie kwamba tutafanya vipimo na tutapima ndugu zangu, kama ambavyo wenzangu waliotangulia kusema wamesema kwamba kauli mbiu ambayo imetolewa na Shirika la Afya Duniani katika siku hii ya leo inasema kwamba upatikanaji wa huduma afya ya akili wakati wa majanga na dharura ni ya kuzingatia sana. Sisi mkoa wa Manyara mwaka elfu mbili na ishirini na tatu tulipata janga kubwa hapa la maporomoko ya Hanang. Wachache walipata eh, tiba ya afya ya akili, wachache walipata nafasi ya kuweza kuonana na wataalamu, lakini wengi walikuwa wanacheka. Kwa kifupi, hata hapa wanavyoona hivo, wengine wanacheka wakiona kwamba kinachoongelewa yaani ni kitu kimsingi ukifungua mdomo kucheka ambacho akichekeshi ni dalili ya afya yake. Ehe. Bora mgumie gumie hivyo hivyo. Sasa kwenye kipindi kama hicho yawezekana wa kuna wengine bado hawajapona, na hata ukiangalia maeneo mengi ambayo kunapita matukio kadha wa kadha pia ndio maeneo ambayo pia kunapatikana matatizo mengi sana ya watu kuuana bila sababu watu kuchinjana lakini matukio ya ukatili wa kijinsia mtu mzima kubaka mtoto mdogo wa mwaka mmoja na miezi mitatu kwenye mkoa huu sio kitu cha ajabu. Lakini kwenye mkoa huu mama mzima kuamua tu kuondoka na nyeti za mmewe kwenda kuzitupa nje ya nyumba sio kitu cha ajabu. Sasa katika la kawaida, wenzetu wa jeshi la polisi na vyombo vya sheria wanafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba watuhumiwa wanachukuliwa hatua, lakini tunashangaa wanachukuliwa hatua na wanafungwa. Kwa mfano, wabakaji wanafungwa, na kwenye mkoa wanafungwa kweli kweli kwenye kwenye. Na vyombo vya habari vinatusaidia tena kutangaza, kwa sababu hawajui, wanajua kwamba aliyeua juzi amefungwa maisha, aliyebaka juzi amefungwa miaka 30, na yeye leo anabaka na anabaka peupe, na yeye anafanya anafanya peupe. Maana yake ni kwamba pana tatizo lingine kubwa ambayo inahitaji kufanyiwa kazi, sio tu vyombo vya sheria peke yake.